Watumishi wa Mungu, haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe, amina. Jamani, leo ni siku njema, si ndio? Na hasa kwa Wanagalilaya, naona kwenu ni njema zaidi kuliko hata kwa wengine, si ndio? Amina. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mema yote ambayo amewatendea, na sisi wengine tukasema tuje tu. Unajua, penye ukiona kuna sherehe wewe fuata hutarudi bure. Kwa na si tulivyojua kwamba Galilaya kumekucha, tukasema ngoja twende tuungane na wenzetu. Amen, amen. Basi ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi hii, nipo kwa niaba ya askofu. Yeye ndiye alikuwa anatakiwa aje hapa leo kwa ajili ya kusimamia shughuli hii na akanituma kama katibu wake wa jimbo nije hapa leo kwa nitakuwa pamoja na nyie ndugu zangu leo kwa tukio hili Mimi nafa, mimi ni mwenyeji sana hapa lakini, yawezekana kwa sababu ni tukio maalumu, yawezekana kuna mtu kaja kuungana kama nilivyokuja mimi, basi yule aliyekuja kama mimi. Na kwa kuwa atakuwa hanifahamu, naitwa Mchungaji Lucas Mlelwa, nachunga kanisa la TAG Mbezi Mshikamano, liko maeneo ya huku kwetu Mbezi. Kwa wakati huu sasa tunafahamu kwamba leo ni siku maalum sana kwa mchungaji wetu na mwangalizi wetu pamoja na mke wake kwa miaka kadhaa ambayo wametu, wamemtumikia Mungu lakini pia kwa miaka kadhaa ambayo wamekaa kwenye ndoa kama mume na mke. Sasa haya matukio yote mawili ambayo leo tutakuwa tunayaadhimisha pamoja na lile tukio ambalo liko chini ya wazee la Pastors Day, kwa hiyo matukio matatu makubwa sana ambayo leo kanisa hili tuna- tunayaadhimisha, basi ni wakati mzuri tumruhusu sasa chungaji wetu, na usisahau leo ni bwana harusi <laughs> ila ukumbuke kwamba leo mchungaji wetu ni bwana harusi na mama mchungaji leo ni bibi harusi <laughs> eh, eh. Sasa tuwaingize wakiwa pamoja na wapambe wao. Wamekaa vizuri, nikiangalia viti vilivyoandaliwa vinanijulisha kwamba leo ni siku ya tofauti. Nikiangalia tu furaha usoni kwa watu nanionyesha kwamba leo ni siku ya tofauti. Basi kuna wimbo maalum umeuandaa, DJ yupo kama kuma, kuna ngoma nzuri nzuri mlioiandaa ambayo inaweza ikatufanya sasa bwana harusi na bibi harusi na wapambe wao waweze kuja taratibu bila presha ili wakifika hapa. Yes, ni siku kubwa, siku iliyojawa na furaha hakika katika, katika, katika Mbezi Galilaya chini ya mtumishi wa Mungu Mtume Peter Kangarawe ambaye kwa pamoja na mke wake leo wanakwenda kuadhimisha miaka ishirini na tano ya ndoa yao, na Mungu wameotetea na kuwapigania ndani ya miaka hii ishirini na tano wameweza kumaliza robo karne. Ni siku ambayo imebeba matukio makuu matatu, tukio kuadhimisha miaka 25 ya ndoa, lakini pia tukio la kwenda kuadhimisha miaka ishirini ya utumishi wake pamoja na mke wake kipenzi, ambapo kwa miaka ishirini wamemtumikia Mungu mahali hapa. Ni hakika ni matukio yaliyojawa na baraka sana, ya kumshukuru Mungu ambaye ametembea nao usiku na mchana ndani ya miaka 25 ya ndoa yao ya utumishi wakiwaonekea hapa kwa shangwe kabisa, wakiwa wamependeza kwenda kumshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nao kwa siku zote hizo, lakini ni siku ya pasa waka mara moja kwenda kutambua nafasi ya utumishi wa wachungaji wa kanisa hili la Tanzania Assemblies of God kitaifa, na hivyo hapa Mbezi TAG Galilaya wameona wafanye leo waweze kuunganisha matukio haya makubwa matatu, kumshukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Peter Kangarawe pamoja na mke wake kwenda kuadhimisha miaka 20 shiriki pamoja na kanisa hili kwa mchokoro Mungu ambaye ametembea Makofi, makofi, makofi mengi kwa Yesu. Bwana harusi wetu na mchungaji wetu na mwangalizi wetu, pamoja na bibi harusi wako na mama mchungaji wetu na mama mwangalizi wetu, pamoja na wasimamizi wenu leo ni furaha kubwa sana. Kanisa la Galilaya limejawa furaha. Haitaji mtu amwambie mwenzake kwamba leo kuna furaha, kila mtu anaona, kila mtu anashuhudia ya kwamba matukio makubwa haya matatu ambayo yanafanyika leo, ikiwepo tukio la mwaka ambalo kanisa likiwa chini ya wazee wanakupongeza mchungaji kwa huduma njema na mama, lakini na matukio makubwa mawili yanayoendana na nyie wawili tukio la miaka ishirini ya utumishi wenu, nyie ndio mnajua, mmepita kwenye makuti mmepita kwenye majani mmepita kwenye kufukuzwa, nyie ndio mnajua. Lakini leo mnapomtukuza Mungu kwa miaka ishirini, kanisa liko pamoja na nyie. Lakini tukio la miaka ishirini na tano ya ndoa nu, ni robo karne. Ehe, robo karne, mko mwili mmoja, ni tukio kubwa na zito linalostahili kumshukuru Mungu hakika. tuweze kurudisha ratiba kwa wazee waweze kuendelea na ratiba iliyo mbele yetu. Tukiwa bado tumesimama naomba tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwaminifu, wewe ni Mungu uliyetujalia neema na nafasi siku hii ya leo tuweze kukutanika mahali ulipopachagua wewe na kuliweka china lako, ili Mungu tukuabudu, ili Mungu tukuhimidi, ili Mungu tukuinue, tunapoungana na mwangalizi wetu na mchungaji wetu kiongozi wa mahali hapa kwa ile shukurani iliyojaa moyoni mwake kwa mambo makubwa na mengi uliyomtendea yeye, pamoja na mke wake na nyumba yake, kwa mbaraka ambao Mungu umewaachilia juu yao, katika huduma, katika maisha. Tunapoungana na kanisa chini ya wazee wanapowapongeza wachungaji wao siku ya leo, ibada hii Bwana, ni ibada iliyojaa shukurani. Tunakuomba Mungu wetu, onekana mahali hapa, endelea kutuhudumia mwenyewe endelea kumgusa kila mmoja, asiwepo hata mmoja aliyoko hapa akapitwa na neema yako, bali upendo wako mkuna wa ajabu ukamfunike kila mmoja. Na tuendelee kukufurahia Mungu katika ibada hii kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kanisa la Mungu, tuungane kwa kusema amen, amen. Hawa watu leo ndio waheshimiwa sana mahali hapa. Nitaomba wao wanaweza wakakaa, safari waliotembea ni ndefu, wanaweza wakakaa kwa taratibu kabisa. Na baada ya hapo, mzee kiongozi, tafadhali njoo sasa, tuendelee na ratiba nyingine zilizo mbele yetu. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante katibu wetu wa jimbo, asante mwangalizi wetu Asante msimamizi wa harusi ya mchungaji wetu Peter Anton Kangalawe, sante viongozi wote ambao mko mahali hapa, sante washirika wote, Mungu wa mbinguni awabariki sana jamani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua siku ya leo ni siku ya tofauti kati ya siku zote ambazo umeziona, leo ni ya tofauti sana, na ninatamani kuona nyuso zenye furaha, tabasamu nyingi sana kwa sababu ni Mungu ametupatia muda wa namna hii. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tutamsifu Mungu, tutamwabudu Mungu katika roho na kweli, hatupo kwenye huzuni wenye furaha. Wakati ukipata nafasi ya kufurahi, furahi kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe, amen. Basi wakati huu ni wakati mzuri sana katika ratiba yetu ya kwenda kumsifu Mungu na kumabudu Mungu, lakini tunayo salamu nzuri sana ambayo hiyo itatamkikwa na wahudumu ambao wako madhabahuni petu. Ni salamu nzuri sana inayokuelekeza watu unakokwenda hata sasa. Karibuni sana, hmm, watumishi wa Mungu kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Karibuni sana.